Nisaidie tu papo, nipatiki nipatiwa rembo rembo na vingombe vene vimenona nona, na vikikuja huko ni vitu wangi, si hata mocha mocha tu kavisaa, nipatiki na nisaidie

Mungu baba, <laughs> Mungu na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Shukia kwa hiki jana wakati nyanda kufanya mtihani, apate hii alichoki. Hii ya enga italeti enga. A e plus, A e plus. A Kiswahili, A plus. A e plus. A e plus. E plus ya Kiswahili, A, E, I, O, U. Iyo A e ya I ya alichoki. Apate A plus. Akisha apate A plus baba. Yes, baba. Akufe alafu mimi niende kwa matanga apate, apate, apate, shinikizo la moyo. Mimi niende kwa matanga nisimamie matanga nipate parokoro hapa na kushukuru kwa ajili yenu. Eh, atiko kwa matanga, atiko shule ni sasa hapa, si kwa matanga. hey, hmm. Miti yangu haioni vizuri. Wacha wacha nikumbuke kwanza. Eh, ni maana ni maana ni maana, rudi rudi rudi rudi, ni maana ni maana ni maana Uko na pesa ngapi kwanza njo nikwambie kitu yenye nimeona. Wo wona oh, una ngapi kwanza niongezee? Eh?

Eh, eh. Nafikiria ni mtoto wako anaitwa Nasambu. Ah, huyu ni bibi yangu bwana. Huyu ni bibi yangu ati mtoto mtoto kuna ah, pedi kwa uso. Alafu na masaji. Ile ile inaitwaje? Mm, walikupaka ndio kwa uso inaitwaje?

Wewe ni pastor umehitimu? Mimi ni. Ulienda Bible school? Uka graduate? Sasa, shida yetu ni mo. Ni moja. Nim demu yangu bibi yangu nikitumia demu atanikata mm. Tangwa inge kwa period. Usimshike bana. Ah.

i imemshika mali inaitwa sexology.